Si nyinyi na una biashara? Kuna biashara inajengwa na mwaka moja, kuna biashara inajengwa na mwaka mbili? Wacha niwaambie na mnisikize. Wakati tulikuwa tunawaomba kura, tulikuwa tunaimba, tuna tunafanya nini, tunafanya nini, si ni kweli? Na mkatupatia kura zenu kutoka kwa MCA mpaka kwa rais. Ni kweli ama ni uongo? Lakini saa hii kuna watu wanawadanganya, eh, sijui hii hijafanyika? Hey, hey, hata hey, wewe mama ukiwa na mimba?" Mtoto akunywe na akule uji, akule, mpaka akule githeri. Si kweli? Mimi nawaomba na nawaomba kwa ishi makubwa, hii serikali na ya Kenya Kwanza, kama kuna watu wanafaa kujivunia ni watu wa hii mlima, kama kuna watu wanataka wajue hii serikali ni yao, ni nyinyi. Sasa nikuulize, mumeenda kupanda mahindi, umeongoja, imefunwa, imepelekwa kwa store, imesagwa, umeweka ugali kwa mesa, mtu anakuambia tupige teke hii ugali, ugali, ugali, ugali, ugali, twende tutafute nyingine. Atujui hiyo inawezekana, hiyo.